ya Uganda inakuambia hivi, mtu yeyote mwenye atajaribu, yaani nika ilikuwa inatengeneza mtu ako na kiburi sana, like alikuwa ameogopa na ameshinda, na sasa ntafanyaja, ndio watu wasiwahi nisumbua tena. Mtu yeyote ambaye atakuja kuharibu kitu inaitwa constitutional order, kwa huyo wakati tunaweza weka hii katiba kando to deal na wewe, tukirestore order Turudishe tena hiyo katiba halafu tujiulize, kabla hii mambo ifanyike, Obina alikuwa saidi gani? Alisema tutoe huu president ati e, e, e, alisema taka free and fair elections e, e, sasa Obina uli disrupt constitutional order. Hawaja define constitutional order. Unajua nani anavunja constitutional order in Uganda? The government itself. Sasa utapeleka wapi serikali yenyewe na ije empower mwananchi ma, mahali popote Katiba ya Somalia inasema hakuna religion yoyote itakuwa practiced in Somalia except Islam.